Wapambanaji popote ulipo, hakikisha mashariti inayokupa ni mashariti namba tano, yani ni sindano tano za moto. Kipindi tunakomboa nchi zetu au nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko hivi, usisahau kuvaa mask, gloves na raba ukiwa na bobu mare, alafu ukiwa na maji isiyopungua chupa tatu. Usisahau kombeo Namaanisha kombeo iliyomuua Goliati na mawe kumi na tano. Kikosi namba sita kitakuwa kina mishale, mikuki na na wanasema na, na, na, na nani, wanasema na rungu na panga. Nisikilize vizuri, mimi ndio in charge. Sasa wenyesi wamejipanga ili tuonyesha tulivyojipanga. Wananchi, hata nikikamatwa leo, msisahau kombeo. Wakirusha mabomu tunatupa kombeo zaidi ya elfu sitini kwenda kwao, tuone sisi na wao nani wenye nchi. Yaani nyie msiseme mtaandamana tu na mabango, watawasikiliza watawadharau. Toka na kombeo, mikuki, mishale, mip, mapanga na kila vituo vya, vya sheri, choma moto majengo ya kiserikali ya CCM choma moto. Unanielewa vizuri choma kila wizara inayoongozwa na serikali, na wale watakuwa kwenye vituo vya kura, kamata, funga kamba, weka kwenye magunia, katupeni baharini. meneleo vizuri. Askari atakaye kuja kwenye mkutano ameacha familia, fateni familia yao. Gawanyikeni hata vikosi, na wapa mbinu za kivita, gawanyikeni hata vikosi Vijana hata mia tano wanaenda kwa kila familia ya polisi, tunateka familia yao, tunawaambia bila yeye kujisalimisha familia yake tunai. Unamwogopa? No, mwanaume anayekojoa halafu anakung'unta kama wewe? Vipi wewe?